Maisha na mafanikio. Cha pili ni anza kawaida. Watu wengi sana kwenye maisha yetu wanatamani kuanza biashara na mamilioni ya fedha, wanatamani kubadilisha maisha yao na mamilioni ya fedha ndio maana ukiangalia kuna watu wengi sana wanaanza kutafuta mafanikio wana invest kiasi kikubwa sana cha pesa na baadaye wana fail. Mafanikio yako hivi, unapotaka kuanza kutafuta mafanikio yako, unapotaka kuanza kubadilisha maisha yako, unapotaka kuanza kufanya biashara, anza kawaida, nasema mdogo mdogo. Kama una milioni tano anza kufungua biashara kwa milioni mbili alafu uanze kuirani kidogo kidogo. Unapokuwa na, unahitaji unapokuwa na milioni tano, and then ukaanzishe biashara kwa mtaji wa milioni tano hiyo hiyo, utajikuta matokeo yake, matumizi yako yale ambao ni ya kawaida unabidi uyarudishe uyatumie kwenye biashara yako. Baada ya kufanikiwa kwenye biashara unaenda kukuua mtaji, kwa sababu hutaki kuanza kawaida. Na ukiangalia watu wengi sana kwenye maisha ya kawaida hawataki kuanza kidogo kidogo. Yaani, leo mfanyakazi haamini anaweza akaanza na genge na siku moja akafungua supamaketi. Leo watu hawaamini anaweza kuanza na kupika maandazi na baadaye akafungua restauranti, anasubiria kukaa apate milioni kumi, milioni ishirini ndo aanzishe biashara. Lakini kumbe kama unaweza kuanza kawaida, unaweza kuanza na maisha yako yakawa ma ma mazuri sana nakumbuka wakati naanza kufanya biashara, nilianza kufanya biashara kwa mtaji wa shilingi elfu 26 tu. Hebu imajini, kuna elfu 26 ngapi zinapita kwenye mikono yako? Kuna laki sita ngapi zinapita kwenye mikono yako? Kuna laki mbili na elfu sitini ngapi zinapita kwenye mikono yako? Endeni, leo bado unalalamika mtaji ni tatizo kwako, bado unalalamika maisha yako ni yavyo yalivyo kwa sababu huna kianzio, sio kweli? Unashindwa kukua kwenye maisha yako kwa sababu hautaki kuanza kawaida. Anza kawaida, aijarishi una digrii, aijarishi una masters. Siku moja nilikutana na rafiki yangu mmoja, alikuwa na rafiki yake, wanapiga stori. Yule rafiki yake ni uh, mwanasheria, lakini yule mwanasheria alichokuwa anakifanya kila akitoka kazini saa kumi, saa kumi anaenda kufungua chipsi, banda la chipsi, anapika chipsi. Ni mwanasheria ana digrii, lakini anaanza kwa kupika chipsi kwenye magenge. Watu wakawa wanamshangaa sana, amevaa tai nzuri kama yangu, lakini still anapika, anapika chipsi, lakini ile ni hatua. Kumbuka na wengi, ni hatua ambayo tunaiogopa na tunashindwa kuianza, lakini ni hatua sahihi ambayo kila mtu anapaswa kuianza. Mwisho wa siku baada ya kutoka kwenye chips itakuwa restaurant kubwa sana na inakuwa classic restaurant. Nakumbuka siku moja kuna mama mmoja alipewa shilingi elfu moja kwa ajili ya kwenda kupumpa chakula mtoto wake. Ile elfu moja alienda kuinunua mchicha na baadaye akaenda kuuza akapata faida. Leo ni mfanyabiashara mkubwa sana. Kwa nini watu wanashindwa kukua kwenye maisha? Huenda hata wewe hapo ulipo leo unalalamika hauna kianzio kwenye biashara lakini ndani una laki tano na laki sita, una smartphone ambayo ina thamani ya laki tano au laki sita, lakini huamini kwenye kuanza kawaida na kushauri maisha ni mdogo mdogo. Matajiri wote unaowaona duniani walianza kawaida, mengi hakuwa mengi kwa kuanza kuwa na TV, Baresa hakuwa Baresa kwa kuanza na viwanda Aliko Dangote tajiri wa Afrika hakuanza kuwa Dangote kwa kuanza na viwanda vya simenti, alianza kidogo kidogo. Hata wewe nakushauri, anza kawaida, maisha ni kawaida. Ukitoka kwenye kuanza kawaida, utakuwa unajifunza kila siku kuimprovu kwenye hiyo, ndicho unachokifanya kwenye biashara unayoifanya. Mwisho wa siku maisha yako kuwe na kuanza kawaida yatakuwa maisha mengine. Utakuwa mfanyabiashara mkubwa na utaleta mafanikio makubwa. Kitu cha tatu